Ya ya school, kwa niaba ya kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya wilaya, naomba niwashukuru sana ndugu zangu wa Kazima kwa heshima mliyotupa. Naomba nimpe mmoja wao aweze kusema kwa niaba yao. Msikili, tunatengeleza dutani hapa, tunakwenda kushinda kwa kishindo na huyu wanaweza kusema dakika mbili tu, si ndugu hey, zangu wanasemwa kwa majina. Ninaitwa Vincent Oscar Seremani. Hawa wanachauma wametufata Kazima, wanatudanganya kwamba Masanja ni bora kuliko Hemedi Sumli, wanatudanganyisha na matisheti yao, lakini tukashirikiana na wenzangu zamani Chama Cha Mapinduzi ndio ngazi kubwa Angembi, toka enzi za mababu na mababu Angembi, hata tutakuwa tumepotea. Kwa hiyo semuwa, kuna mkutano wa mheshimiwa mbunge kimanisha hivi vitu ni aibu kubwa, na kweli wenzangu

Msiwe, wanafiki kuna maana mwingine anasema la oye, lakini katika nafsi yake anajua yeye. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.